Kero lako enyewe hey, tukienda kwa ukweli Kenya ni kama tunaanza kukosa heshima kitu ya kwanza uh-huh. Eh, kuna msemo huo anasema experience yeah. is the best teacher, teacher. Yeah. lakini kuna yeah. wengine yeah. wengine sasa hata sasa si teacher mm hawana -hmm. yeah. experience yeah. miaka yake iko yeah. miaka ya juu unaweza furahia aje kifo leader cha A governor na wewe ni yeah. governor yeah. alafu unafika una, una mahali unasema yeah. ati ule mwenye ameaga amefanya Me... eh, nini maendeleo ya kuja nenda, wewe hii We miaka yote ukiwa kwa serikali wewe umefanya nini umesaidia je Nyeri je Nyeri aje uh? Mutahi, hata ni sema kwa majina yetu, Clinton Oworo, na nimekasirika kabisa first that was respected to the enigma Raila Amolo Odinga.

Raila brought the devolution that you are seeing that Nina is a governor. Then as a leader you are elected by the people of yes. Kenya, yes. You are elected by the people of Kenya mm. to promote cohesion and unity. What yes. are you doing? You are implanting tribalism mm. among Kenyan youth. Alafu yana akiwa huko anataka anaongea kwa lugha yao. Anaanganya tuezi tuezi. Hiyo sisi hiyo tumekataa. Tu yeah. yeah. yeah, lazima respect yeah. Raila. Raila yeah. ni amefanya akakuwa governor sababu ya devolution. Pia Raila is an international figure even the

saizi tushajua kuna wale watu beneficiaries ambao wanajua wanatoka kwa kwa government, kwa hivyo wanataka waache wale ambao wamebaki kama awana, awana msimamo no. Kwa hiyo mtu kama yeye sazila anaongea hivyo, najua na huyu Kaiga. Kwanza tuambie good example, mali Raila alichukua mali ya mali ya Mount Kenya akatuleta panyanza, kama hakupata tuambie. Hatutaki, hatutaki. Kero lako A, ndugu nikija tu kwako kufuatia sakata hilo mm. Gavana Kahiga ametangaza kujiuzulu. Unadhani uamuzi huo ni wa haki Aani au ni njia a kuepuka lawama? Amefanya vizuri sana kwa sababu alishaona kile mambo ambayo kinakuja nakuwa yeye mwenyewe suspicion zake as the vice. Hmm.

Leo umefurahi kifo cha mwenzako, kesho unakufa. Ukikufa yeah. yeah. tutakumbuka na sisi yeah, wa Kenya tuko kama Raila. Raila hata, mm. ukimkosea, ukikwata tribal, ukifanya hate speech mm, atakupenda, atakurekebisha. yeah. wana ODM wana watu wengine wana siasa wengine tusikuwe na machungu lakini Kahiga, Kahiga respect the, late, the, late, Raila, the, the, late the late honorable Raila Amolo Odinga was not biased, hata hao yeah, wenyewe aliwasaidia yeah, yeah, ana kuangalia yeah, wewe ni mjaluo mkikuyu ama ni. Tumekerwa, tumekerwa na matamshi ya gavana wa Nyeri kabisa, tumekerwa kabisa. Na huo ndio mwisho wa makala kero lako, nikiyo Kisumu, mimi ni Laban Shikokoti, kero lako.